Kutembea na mamlaka nyakati hizi za mwisho, si tu kumwabudu Mungu, si tu kuwa mbele za Mungu. Lazima uingie kwenye viwango vya imani vitakavyopelekea kutembea na mamlaka kuu. Mamlaka kuu haitembei na kila mtu. Mamlaka kuu inafika mahala, inatembea na wenye viwango vya imani. Ndipo pale Joshua aliposema, ninyi mkikataa, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana viwango vya imani vinavyokupa neema ya kutembea mamlaka kuu. Kiwango cha kwanza cha imani ni kutambua kuwa Mungu wako yupo pale unapomwabudu, au kutambua namna ya kumwendea Mungu na kukutana naye, imani ya kumuona Mungu, imani ya uzirisho, kuwa ninamwabudu Mungu na nasikia uwepo wa Mungu ninamwabudu Mungu na niko mbele za Mungu kwa sababu nimekutana na Mungu, sitarudi kama nilivyokuja. Viwango vya kumfunua Mungu katika uungu wake. Mungu ni Roho, nao wamwabudu wa mwabudu katika roho asa. Kwa kuwa Mungu ni Roho, unahitaji kuwa na kiwango cha imani kinachomziirisha Mungu kwenye maisha yako, kuwa ni Mungu ninayemwabudu. Hii Mungu, niko mbele za Mungu, nimekutana na Mungu, niko chini ya miguu yake. Nimeona mkono wa Mungu ukinisaidia. Nimeona uwepo wa Mungu ukinifunika pande zote. Hata kama maadui wanatokea, lakini katikati ya maadui nimuone Mungu yuko upande wangu. Unawezaje, oh, yes. Kumfunua Mungu aonekane kwenye maisha yako? Wakati wa taabu, hauna wa kumkimbilia, lakini umwone Mungu akiwa msaada kwako. Uone Mungu yuko karibu na wewe. Anasema si Mungu wa mbali, ni Mungu wa wa karibu. Si Mungu wa mbali, ni Mungu wa karibu. Yes. Si Mungu wa mbali, ni Mungu wa karibu. Mungu yuko karibu na watu wake. Yes. Mungu yuko karibu na watu wake. Ndio. Anasema nitaagiza malaika watawazungukia na kuwalinda wamchao Mungu Yes, wa mcha Mungu. Inapokuwa nina ibada na mungu wangu, nawezaje kumwona Mungu au ninaabudu nisichokijua au ni niko mbele za Mungu lakini sina uhusiano naye? Ndio maana ikitokea chamo dogo inajua Mungu ameniacha Ukisoma, okay, Waebrania 11 mstari ule wa sita. Waebrania 11 mstari wa sita. Ndiyo, Maandiko yanasema. Yanasema, lakini pasipo imani, lakini pasipo imani haiwezi kumpendeza uwezi kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendee Mungu, kila anayemwendea Mungu lazima amini kwamba yeye lazima yuko, lazima amini kwa yeye yupo na kwamba haleluya, wale aa, wapa baraka wale wafanya nini? Wanaomfuata huyo, kwa sababu yupo. Kwapa baraka wale wanaomfuata, lakini kila anayemwendea yes, lazima amuone kuwa yupo, lazima atambue kwamba yupo. Unapokuja kwenye ibada kama hii, haukuja kwa mwanadamu yoyote. Tambua kuwa Mungu yuko kwenye madhabahu hii, na utakutana na Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Chochote kilichokulemea juu yako hautakitua kwa mwanadamu, unakitua kwa Mungu kwa sababu naamini yupo. Unamwendea Mungu kwa sababu naamini yupo yes. una msimama mbele za Mungu ukiinua mikono yako na kusarenda kwa sababu naamini Mungu yuko mahali hapa. ni kiwango cha imani kinachoachilia mamlaka ya Mungu ijiisirishe juu yako yes, pale unapotambua Mungu yuko mbele yako pale Mbwa, niko kwenye ibada lakini na mwabudu Mungu aliye hai. Pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Ata kama uko katikati ya ibada, lakini kama huna kiwango cha imani, huwezi kumpendeza Mungu. Huwezi kuomba usiye mwamini, huwezi kutamani kutamani kubarikiwa na usiye mwamini. Ili ufunguliwe, lazima uamini anayefungua. Ili uponywe, lazima uamini anayeponya. Ili ufanikiwe, lazima uamini anayekufanikisha. Ili uinuliwe, lazima uamini anayekuinua salama lazima uamini anayekuweka salama. Wewe usikutamani baraka za Mungu, wakati uamini Mungu anayebariki. Ili upate uponyaji, lazima uamini Mungu anayeponya. Kwa hiyo kila mwendeaye Mungu lazima amini yupo. Kwa hiyo shida si kumwendea Mungu, au changamoto ulionayo si kubwa kuliko Mungu wako. Tafauti ya kupokea kwako ni kiwango cha imani ulionayo. Yes, ni kiwango cha kuamini Mungu yuko pamoja na wewe na kuomba kwenye ibada hii, jifunue nafsini mwako, umwone Mungu yuko karibu na wewe. Amen. Kiwango cha pili cha imani ni kuamini kile unachokiomba kuwa lazima kitokee. Usiombe kama vile unaongea na, na mtu asiyesikia. Usiombe kama vile unasema na kiziwi. Usiende mbele za Mungu kuomba kama vile unamwendea kipofu. Unapomwendea Mungu, amini ni Mungu mwenye macho, amini ni Mungu mwenye masikio Amini ni Mungu mwenye huruma, amini ni Mungu mwenye upendo. Na nasema mnapoomba, amini mmepokea, navyo vitakuwa vyenu. Kiwango cha imani katika maombi mm meshindwa kupokea kwa sababu wanaomba wasichokiamini, wanatamka wasioyaamini, wanasema mbele za Mungu wasioyaamini. Kama anaweza kutokea hanaomba. Ninaomba uponyaji, lakini amini kama uponyaji utatokea. Hanaamini kuinuliwa, lakini amini kama Mungu anaweza kuinua. Sio tu naomba, lazima uwe na kiwango cha imani katika yale unayotamka anasema msipayuke payuke kama wanafiki wanavyopayuka payuka, lakini wanatamka ili mradi wametamka, wanasema ili mradi wamesema, kwa sababu hawajui wanachokitamka, lakini mm -hmm. anasema wewe unapoomba amini umeyapokea nayo yatakwa yako, kitabu cha Marko 11 mstari wa 24. Maombi ya mwenye haki yafaa sana, akiomba kwa bidii. Maana ya kuomba kwa bidii, unaamini unachokiomba ndio maana unaongeza bidii ya kuomba, unaongeza hatua ya kuomba, kwa sababu unaamini unachokiomba kitatokea. Hawezi ukaomba na kuongeza bidii ya kuomba kama uamini unachokiomba kitatokea. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaomba mvua, alituma mara ya kwanza, wakamwambia hakuna wingu, lakini aliendelea kuomba kwa bidii kwa sababu aliamini anachokiomba lazima kitokee. Yes. Anaomba mvua lazima itokee. Ndio. Anamwita Mungu asirishe mvua kwa sababu ndani anasikia mvua. Anaomba itokee nje. Unachokiomba lazima ukisikie ndani kwanza. Oh, yes. Unaomba Mungu akizirishe kwa nje. Yes. Kama ni mafanikio yasikie ndani kwanza. Kama ni uponyaji usikie ndani kwanza kama ni amani isikie ndani kwanza. Kama ni kuinuliwa kwako sikia ndani kwanza. Kama ni utajiri sikia ndani kwanza. Kama ni biashara isikie ndani kwanza. Kama ni kutembea na mkono wa Bwana sikia ndani kwanza. Kama ni ulinzi sikia ndani kwanza. Ndani unasikia utajiri umekaa unapotembea, ingawa nje unaonekana maskini, lakini ndani unasikia yes. utajiri unamwomba Mungu kile unachokisikia ndani kipate kutokea nje maana eh, Ndani una ndoto unaisikia na mwenye ndoto hasi oh, mpaka itokee yes, yes.